Jambo la nane, ukiliharibu hekalu la Roho Mtakatifu, ukiliharibu hekalu la Roho Mtakatifu, utazuiliwa kuingia mbinguni. Zawadi pekee Mungu aliyompa mwanadamu ni mwili, mwili huo mwili ni zawadi pekee Mungu amekupa, sio mali yako, ni mali yake yeye mwili wako huo. Sasa ukiuhalibu huo mwili ambao ni hekalu la Roho Mtakatifu, mbinguni utazuiliwa, na kama ulishaliharibu, unatakiwa uingie kwenye toba. Haleluya! kwa hiyo ukiliharibu hekalu la Roho Mtakatifu utazuiliwa. Utaona leo namna wanaoliharibu hekalu la Roho Mtakatifu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Wakorinto wa kwanza sura ile ya tatu, Wakorinto wa kwanza kitabu kile cha Wakorinto wa kwanza sura ile ya tatu tutaanzia kusoma mstari ule wa kumi na sita. Amen. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu ambalo ndilo ninyi Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndio ninyi. Yaani huo mwili wako, Mungu anasema hilo hekalu ni takatifu, ambalo ndio nyinyi. Ukiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atakuharibu. Maana yake moto wa kuzimu utakuteketeza, utakutesa, utakuharibu kwa sababu umeharibu hekalu la Mungu. Bwana Yesu asifiwe.